Karibu sana kwenye YouTube chaneli yetu ya Wauzaji. Leo tutajifunza jinsi ya kudownload application yoyote. Hii inakusaidia sana mfano, eh, mimi wanafundisha taratibu ili naweze kuelewa, na uweze kumfundisha mwingine, kumuelewesha mwingine. Kwa hiyo nitaka na maelezo kidogo. Unajua mtu lazima kwenye kudownload application ndio kunakufanya kukae kwenye simu. Mfano hizi unazoziona zote hapa application asilimia achukichana zokuja na simu nyingine, nimezidownload mimi kwa ajili ya matumizi yangu binafsi. Mfano hii MX Player Pro nimedownload kwa ajili ya matumizi yangu binafsi umeona. Telegram ni ili kwa sababu natumia mtandao wa Telegram, ndio maana nikae download Telegram, ChatGPT au Brave au jiji zote nimezidownload kwa ajili ya matumizi yangu binafsi Hizi zote application mtu unazidownload, na kuna aina nyingi tu za kuweza kudownload, lakini mimi nitakuonesha step kwa step. Kwanza, kuna faida gani ya kutumia application? Application zinasaidia kwa sababu zinakuwa zinarahisisha jambo ambalo wewe nataka kulifanya. Hizi simu zilivyotengenezwa, huwezi ukakizi mahitaji yako kwa sababu utatumia tu kwenye kupiga, umeona lakini, mwisho wa siku na matumizi mengine ya simu unahitaji, ndio wakajitokeza watu kwa ajili ya kutengeneza application, kwa kifupi apps, au app kwa moja. Wakatengeneza application ili ikusaidie kwenye mambo yako. Mfano, hii application ya kamera imetengenezwa na mtu ili kukusaidia wewe kupiga picha. Hii application ya Bolt imetengenezwa na mtu ili iweze kukusaidia ku request usafiri. Hii Telegram imetengenezwa na mtu ili iweze moja kwa moja kukusaidia eh, kuchat. WhatsApp business au WhatsApp ya kawaida eh, WhatsApp chat ya kawaida ni application imetengenezwa kwa ajili ya kusaidia wewe kuchat na ndugu jamaa na marafiki. Sasa moja kwa moja mimi hapa mfano kama unatumia simu za Samsung, utakuja utatafuta kitu kinaitwa Samsung Store. Hii hapa Samsung Store, huku ndani kuna application mbalimbali. Hii hapa fungua, namna hiyo umeona, utakuta na application mbalimbali. Hii ni kwa watumiaji wa Samsung, Samsung ni rahisi sana, ni nzuri na update zake zinakuja mbalimbali. Umeona hapa kuna games hapa chini hapa katikati kuna application na hapa kuna menu. Tukianza kwenye games, ukigusa hapa kwenye games unakutana na magemu mbalimbali mengi, umeona na unaweza ukacheza bila moja kwa moja ukacheza bila kudownload kwenye huku Galaxy Store. Ukija hapa mfano yes, nakuonesha hapa, ukigusa kidude hiki hiki cha kama radi Umeona, inakuletea magemu ambayo unaweza ukacheza pasipo eh, kudownload. Umeona, ukacheza huku huku moja kwa moja. Sasa mimi narudi nyuma hapa, ni application apps, hii fungu la apps, unakutana na application. Umeona, application hizi ni nyingi. Umeona, kuna application nyingi sana, kwa utachagua unayotaka kutokana na matumizi yako. Ukija ili, ili, ili, ili, ili, ili, menu kugusa hapa menu, utakutana na sehemu kama nne za juu kabisa. Sehemu ya kwanza ni my application. Hapo utakuta application zako ambazo tayari umezidownload. Hapo utakuta na games ambazo umezi download. Hapo utakuta na themes ambazo umezi download. Umeona zipo hapo. Sasa mimi narudi nyuma. Hii sehemu ya pili utakutana na update zako zote ambazo unazo. Ukigusa hapa update utakutana kama una update yote hapa itajitafuta kisha itaonekana kwa hapo. Lakini mimi application zote zinaniambia zipo up to date. Ukirudi nyuma hii sehemu ya downloading utakuta kama kuna kitu chote na kidownload kitakaa kwa hapa. Umeona? Hapa kwa mimi sina kitu kinacho download. Hii simu ya mwisho ni wishlist kama kuna vitu ambavyo vilivisevu kwa huko utavikuta kwa hapo. Hiyo ni njia ya kwanza. Sasa narudi nyuma, narudi nyuma. Njia ya pili ya kudownload application zako ni kwa kuingia Play Store. Hii Play Store inakuta kwenye kila simu za Android. Nagusa hapa Play Store. Baada ya kuingia hapo nitakutana na application mbalimbali mbali. Umeona, utachagua ambayo unaitaka wewe. Mfano, labda unakuta mtu mwingine anataka labda Airtel hii hapa, hiyo utagusa hapo. Baada ya kugusa hapo, ni vizuri kwanza, ukigusa hapo, uguse na hii kipicha hapa, ili iweze kufunguka kwa ukubwa, uweze kusoma kusoma, je ni yenyewe hapo. Unaangalia review, je, hii ni yenyewe maana kuna application nyingine a zimefanana lakini kiuhalisia sio yenyewe. Mfano, unaona watu zaidi ya laki nne na sabini na tano wameipa nyota karibia 4.6 kati ya tano. Hii sehemu ya pili inaonyesha hii ukubwa wa hii application. Application ina, ina, ina MB 23. Hii sehemu inofuatia mwisho kabisa inaonesha hii imeweza downloadiwa zaidi ya milioni kumi zaidi ya mara milioni kumi. Kwa hii application yenyewe ko moja kwa moja utagundua kwamba application hii kwa ni sahihi na ni salama kwa sababu watu milioni kumi ni wengi sana, na wamedownload, wameitumia na ukiangalia hapa wameipa nyota zaidi ya 4.6 katika watu laki nne na sabini na nane e, ambao wametoa review. Huu ni kitu kikubwa sana, na ni kitu ambacho watu inaonekana wamekipendelea. Sasa moja kwa moja ili ili ku download eh, una, una, unabonyeza pa neno install. Sasa so, mimi nitabonyeza pa neno install. Umeona unabonyeza neno install, install utaona inaanza, kuna nili namna hii. Umeona inaanza hapo ku download. Umeona tayari ime download, imemaliza italeta option mbili, uninstall au open. Open ni kufungua. Uninstall ni kuifuta. Sasa, sisi tudi tudi nyuma tuone kama kule itakuwa imeshafika. Hapa hii notification analetea hapa kwenye Play Store unachana nayo na kuja na kuitafuta hapa application ambayo tume download. Wow, kiingia huko utaikuta my Airtel tayari imeongezeka. Kwa kumbe imejidownload na imekaa kwenye simu. Kwa ukiigusa hapa utaona oh, inafunguka. Utakubali hapa la, utakubali italeta, labda ukipiga continue, application yako utaweza kuitumia, na nimeona tayari unaweza kuitumia na kuendelea hivyo. Ndio jinsi ya kudownload application Play Store au kwenye sehemu ya kawaida. Karibu saje kusubscribe, video kama hizo nyingine nyingi tayari zipo. Karibu sana.